wa shilingi bilioni 44 kufanikisha mpito wa wanafunzi milioni 1.13 wa gredi ya kumi. Rais William Ruto amesema kuwa fedha hizo zimetolewa kabla ya shule kufunguliwa ili kuhakikisha kuwa wanafunzi hawatatiziki. Aidha, rais amesema kuwa hakuna mwanafunzi atakayekosa nafasi ya kujiunga na sekondari ya juu na kuwa walimu zaidi wameajiriwa madarasa elfu ishirini na tatu kujengwa na kwa ujenzi wa maabara 1600 utakamilika kufikia mwezi Machi mwaka ujao. Across the Republic of Kenya and all other stakeholders that we have made adequate arrangements. Every child, the 1.13 million children in Kenya, each of them has a place to go to In senior school, hakuna mtoto hata mmoja atakosa nafasi ya kwenda katika shule ya senior school ama secondary school ikifika Januari.